Karibu wapenzi watazamaji, niweze kuwachanganulia yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni jicho lenu la tatu, ninawamulikia ninawachanganulia pale ambapo hamuku, kwa mnaelewa, unapata kwamba umeweza kuelewa. Hii leo, siku ya Jumatano, tarehe kumi na moja mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita rais alikuwa katika kaunti ya Garissa kupeana pesa za nyota hizo ambazo aliweza kutoa mikopo aa, katika benki kuu ya dunia ya World Bank, mahala ambapo sisi vijana sisi wa Kenya ndio tutakuja kulipa hizo pesa ambazo anapeana bure, ili kuweza kujitafutia kura. Sasa ninaomba niweze kukueleza lipi ambalo liliweza kumpata katika kaunti ya Garissa. Raisi alipomaliza kupeana hizo pesa, nashangaa ni kwa nini asipeane pesa kutoka Nairobi kupitia kwa simu zifikie watu wa Garissa. Lazima apande ndege atumie pesa aende mpaka pale. Alipomaliza kupeana hizo pesa mahala ambapo alikuwa anapeanea akaingia katika mji wa Garissa kipenda, kwa lugha ya Kimombo Garissa town, kuzungumza na wananchi. Wananchi walikuwa wamekwisha lipwa do, walimpigia kelele, niliunda, kele, eh, ke, niliunda video hapa. Walikuwa wamelipwa wachache, walikuwa wamebeba mabango. Sasa rais alipokuwa anazungumza, hata wale ambao walikuwa wamelipwa kuja kumsikiliza, wengine walianza kuondoka Unajua, viongozi wali mobilize wananchi kwa ground wakuje kwenye mikutano ya rais, ili aibu isikuje ikampata kwamba wananchi hawamtaki. Alipofika ndio wananchi wakaanza kumsikiliza, walipogundua kwamba hana ajenda isipokuwa tu kutusi viongozi, waliondoka. Nataka nikuchezea hii kanda, kuna arrows ambazo nimeweza kukuwekea, utagundua kwamba The residents of Garissa were not even attentive. Hawakukuwa wanamwangalia sana, wengine walikuwa wanaendesha pikipiki zao wanapita tu kando, wanaendelea na hamsini zao. Wengine unaona wanatoka wanakimbia kwenda nyuma, wanaenda. Kama mtu alikuwa anazungumza kitu cha maana, si watu wangesimama wamsikilize, kama mtu ambaye, kama mtu alikuwa ni Yaani, mtu ambaye alikuwa ni wa maana sana, watu wangesimama wamsikilize kile ambacho anazungumza, lakini sasa anaendelea kuzungumza watu wakiondoka, na hata hajamaliza. Hii Northern Kenya itaunganika na Kenya ingine, and you will be as good a citizen as any other citizen of the republic of Kenya. Kwa muda mrefu watu wa Northern Kenya walionekana kama second class citizens. We we are are getting rid of that history, we are correcting that history we are writing a new history where the people of northern kenya are equal with the rest of the republic of kenya because their citizenship is not secondary to the citizenship of any other person in the republic of kenya tuko pamoja tumekubaliana sikizeni bwana unajua wale majamaa wengine Si munajua wale majamaa munawajua, wale wale majamaa wengine hawana track record. Ukiwauliza ni nini wamefanya kenya hii tangu wawe viongozi miaka mingi iliyopita, hawatakuambia wamefanya chochote. Wale majamaa saa hizi wamejawa na kiburi, wamejawa na madharau, wamejawa na ubaguzi, wamejawa na chuki na vilevile, vile hawana hata mpango ya kesho. Hawa jamaa, they are planless, they are clueless. Hawana ajenda, hawana sera, hawana mpango, hawana maono, hata akili. Ama mnasemaje, wangwana wa Northern Kenya, tuko pamoja? Si munajua wale jamaa, munawajua wale, wale wa chuki, wale wa shares, wale wa ukabila wale wa kiburi, wale madharau, wale wa ubaguzi, si mnawajua? ajenda hawana ajenda, mpango, sera, maono, akili wale. Ninaimani kwamba umeweza kuona. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali like video bonyeza kengele, alafu sambaza hii kanda. Ukifanya hivyo, utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu. Unaona hapo, vizuri kabisa unaona hapo, wananchi wanaondoka wanamuacha tu anaendelea kuzungumza oh, sijui hawana akili. Sasa na shangaa kiongozi mgani huyu wa kitaifa ambaye haheshimu viongozi wenzake Rais ameweza kupunguza afisi ya rais mpaka kuwa afisi ya matusi. Anatumia kipasa sauti cha wananchi, kwa sababu si ndio tumelipa, si ndio tumetozwa ushuru, wamenunua hizo vipasa sauti. Anatumia ushuru wetu kutusi viongozi wengine, oh, hawana akili, hawana ajenda, sijui akili punguani. Sasa mpaka unashangaa huyu ni kiongozi wa taifa ama kweli? Kwa sababu hatujafika wakati wa kampeni wakati wa kambeni, na hayo tunaweza tukasema kwamba kila mtu anajitafutia, wacha watusiane, bado wakati wa kambeni hujafika. Siku zimezalia zaidi ya mia tano na arobaini na sita, lakini matusi ni mengi, oh, hawana akili, hawana ajenda hasa. Mimi nashangaa, na wao wako na akili kipindi ambapo wanatoka Nairobi kuelekea Garissa kwenda kukonifamu kama watu wametumiwa pesa kwa simu. Utatokaje Nairobi ukuje kuniambia Ezra, fungua Mpesa, fungua Mpesa yako, haya tuonyeshe kama umeweza kupokea pesa. Kwani kutoka huko Nairobi, si ilikuonyesha send, wangepea hata safari kwa mkibarua, waweza kutumia wananchi pesa wao. Sasa wako na akili kipindi ambapo wanatumia zaidi ya milioni kumi kuandaa usalama chakula ya rais, chakula ya viongozi, magari ya yenye ma, yanatumiwa nat, ya wao. Kuna akili wanatumia hizo pesa zote kuandaa logistics kuliko hao viongozi, si ndio? wa upinzani, si ndio? Sasa nataka nikuchanganulie sababu ambazo ziliweza kufanya mpaka wananchi wakaanza kuondoka. Number one, waligundua rais hana ajenda. Hotuba yake sio ile hotuba ambao walikuwa wanatarajia. Mfano, wananchi walikuwa wanatarajia awaambie nimewaundia ajira, awaambie sasa nimewaletea maji kwa wingi hapa Garissa, kwa sababu kuna kiangazi, awaeleze kwamba mm -hmm. kina mama nimeleta Linda mama madawa hospitalini nimeongeza sasa. Badala ya kusema hayo yote, anaenda kuwaambia oh, sijui viongozi wa upinzani hawana ajenda, sijui wanaeneza ukabila, sijui imule northeastern part of Kenya ilikuwa imetengwa kwa muda mrefu. Inatengwa aje? Imagine mtu ambaye anazungumza eti kwamba northeastern part of Kenya ilikuwa imetengwa kwa muda mrefu, alikuwa deputy president for 10 good years. Sometimes wananchi bwana, tuache kubebewa akili, tunabebewa akili sana. The person who is speaking that northern part of Kenya has been sidelined alikuwa deputy president for 10 good years. Yeye kipindi hicho alikuwa deputy president for 10 good years, alitusaidia nini wananchi? Tusibebewa akili. Maswali kama hayo ndiyo tunapaswa kuulizwa ama kuuliza. Je, wewe umesema kwamba viongozi wa upinzani walikuwa uongozini hawakutusaidia chochote. Je, wewe ulikuwa naibu wa rais kuanzia 2013 to 2022? President Ruto ulitusaidia nini akisema alisaidia hii na hii sawa. Umekuwa rais kuanzia 2022 sasa hivi ni 2026 umetusaidia nini? Tukianza kuuliza maswali kama haya, basi kenya yetu itasonga mbele, sio tunaanza kubebewa akili, tuambiwe kwamba Gachawa ni mbaya. Gachawa alikuwa deputy president for long, basi kama nataka kusema kwamba Kalonzo alikuwa kiongozi, Kalonzo alikuwa makamu wa rais kwa miaka mitano. Yeye William Ruto mwenye alikuwa naibu rais for 10 good years ametusaidia nini? Alisaidia nini? no third part of Kenya haya ndiyo yalichangia mpaka wananchi wakaanza kuondoka kwa hiyo mkutano. Nawaambia wao oh, sijui viongozi wa upinzani, sijui eneo la no third part of Kenya ilikuwa limetengwa. Yeye kipindi alikuwa makamu wa rais ama alikuwa naibu rais alisaidia nini Kenya? Namba mbili, vijana wanataka kazi hawataki ngonjera. Vijana wanataka kazi hawataki hadithi. Walipogundua kwamba kazi ndio wana kazi haijapeanwa, badala ya, ya kupeana kazi, anawapea vitu ambavyo vinaitwa sijui ni hadithi, waliondoka. Kuna kitu kingine ambacho unapaswa kuelewa hapa, wengine walikuja hapa wakapewa pesa zikaingia kwa mifuko, wakaondoka. Ndio siku hizi ni business bana, usiende kwa mkutano kama ujalipwa. Eti sijui mkutano ukiisha ndio ulipwe? Utakosa kulipwa lipwa. Kama mkutano unaendelea, ondoka, utakuwa umeingiza pesa zako. Hakuna mtu mwenye atakuja kukunyang'anya. Northern part of Kenya inataka maji, inataka chakula. Badala ya kupeleka hayo mambo yote pale, anaenda kuwapigia ngojera mambo kama hayo ndio yanachochea mpaka wananchi hawataki kusikiliza mikutano ya rais. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra, sambaza ikanda.